Kama ulishakosea location, kama ulishakosea setup ya nyumba yako kulingana na wateja walengwa fulani unawatafuta, yani hiyo ni number one biggest challenge ambayo itafanya anyone kwenye biashara ya Airbnb ku struggle kama. Okay, ukishakosea location ukaje ukachukua darasa umeelewa kwamba ushazingua na sasa hivi una nyumba ambayo tayari imeshalipwa labda miezi sita au mwaka mzima, lakini haipati wateja, kitu ambacho tunaweza tukampatia mtu kama huyu ni nini? Mtu kama tunaweza tukampatia ushauri na ushauri mmoja ambao tunaweza tukampatia ni huu hapa. changamoto moja ambao tunapata unakuta mtu amechukua darasa lakini, by the time anachukua darasa, amechukua darasa akiwa tayari kuna makosa fulani ameshayafanya. Kwa leti mfano, mtu alishachukua apartment au alishachukua nyumba kwenye location ambayo sio sahihi kutokana na target market fulani ana target kwa, unakuta mtu amechukua nyumba labda tuseme mfano Madale. So, Madale is a terrible target market, lakini kutokana labda na matarajio yake ya kifedha ki alikuwa anategemea kwamba labda nikichukua nyumba fulani ya sehemu fulani naweza nikatengeneza kiasi fulani kila mwezi mm -hmm. Then anakuja kugundua ya kwamba location aliyochukua aidha ina wateja wachache au ina wateja ambao hawapo tayari kulipia rent fulani ambao wao wanataka. Mfano, mtu anataka kuchukua laki moja na thelathini per night, alafu anaenda kuweka nyumba Madale, nyumba labda ya two bedroom kwa hiyo challenge ambayo tunakutana nayo ndio hiyo hapo kwamba mwanafunzi anapochukua darasa alikuwa tayari kuna makosa amefanya. Amekuja kujifunza ba, kwenye darasa letu kwamba kuna vitu anatakiwa vishughulikie. Sasa ameshughulikia baadhi ila mara nyingi wanasahau kushughulikia the most essential ikija kwenye Airbnb. Kama ulishakosea location, kama ulishakosea setup ya nyumba yako kulingana na wateja walengwa fulani unawatafuta. Yaani hiyo ni number one biggest challenge ambayo itafanya anyone kwenye biashara ya Airbnb ku struggle. Unaona? Kwa hiyo ndio tulikuwa hapa tunachakata kufikiria, okay, mtu kama huyo ana atafanya nini sasa? Kama, okay, ushakosea location, ukaje ukachukua darasa umeelewa kwamba ushazingua. Na sasa hivi una nyumba ambayo tayari imeshalipwa labda miezi sita au mwaka mzima lakini ipate wateja. Ndotokao tumekuja sasa kwenye kwenye hilo swala kwamba mtu kama unaweza tu siweze kumprovide coaching, step by step coaching kwa sababu sisi tumeamua kufocus zaidi kwenye luxury apartments na mid-luxury apartments in line with the vision tulionao kwenye biashara yetu ya tajiri BNB, ambayo tunaprovide a curated list ya luxury na mid-luxury apartments Dar es Salaam, ambao baadaye tutascale labda Tanzania, lakini kwa sasa hivi kitu ambacho tunaweza tukampatia mtu kama huyu ni nini? mfano tunaweza tukampatia ushauri na ushauri mmoja ambao tunaweza tukampatia ni huu hapa. mfano ukisha umeshazingua location, umepitia darasa na umegundua umeshazingua, kitu ambacho unaweza kukifanya namba moja ni ku-research sasa, kwenye hiyo location ulionayo, hapa ni target market gani inaendana na hiyo location, kwa sababu mfano unaweza kugundua ya kwamba uh, target market ambayo inaendana na location ya Madale zaidi labda ni familia za Kitanzania za kawaida au kuna baadhi labda ya projects, kama kuna NGO mi sijui sijafuatilia kwa zaidi, kama kuna project za NGO au kuna kitu fulani ambacho kinafanya watu waje kukaa Madare, eidha Madare au maeneo ya karibu na Madare. Kwa hiyo ukishagundua hivyo vitu ambavyo kupitia utafiti na bahati nzuri ni topic ya pili tuliongea ndani ya darasa, ukishapitia utafiti kujua kabisa specifically watu gani wanapendelea maeneo haya ya hapa madali, then utajua ni shingapi unaweza kuchaji kwa sababu ya I mean, kwa watu kama hao, maana yake utaenda kubadilisha pricing yako ya BNB labda kwa tamani ile 120, lakini unaenda kugundua kiuhalisia, labda watu wa madali wao wako tayari kulipia 70 per night na sio 120. Haya, then kingine itakusaidia kujua ni vitu gani ambavyo unaweza kuimprove, unaweza kujua kugundua kwamba umeshaweka decor ya ki-tourist, yani inaonekana kama sehemu ambayo mtalii anaweza kukaa na nini, lakini kumbe sehemu kama ya madare pale watu hawataki tourist house, anataka tu nyumba kwa ajili kama nilivyosema ya familia. So nyumba ya familia, vitu gani ambavyo ni essential kwa mtu ambaye ana familia aone hiyo nyumba kwamba ni ya thamani kwake, then unakwenda kubadilisha hivyo vitu. Kama unataka kubadilisha labda, o um, naenda kuongeza ukubwa wa meza wa kifamilia dining, naenda labda kuongezea namba ya, ya viti. Kuna namna naika na, uh, ambiance ya pale ndani ionekane kifamilia zaidi, mazingira ya nje kifamilia zaidi, vyumbani kifamilia zaidi, kila kitu i attract watu wa kifamilia. Then baada ya hapo sasa nitaenda kupiga picha mpya, ambazo hizo picha nitazichukua, nitaenda kupeleka hapa ni Airbnb, Booking.com, kama pia nafanya labda kushana na madalali, kwa sababu kwa muda huu itabidi pia udili na madalali, kwa sababu kama una deal na familia za kitanzania wengi watakuwa hawatafuti ndani ya Airbnb au Booking.com, wanatafuta kwenye pla platform za kawaida, ambao kwa wao ni Instagram na, na TikTok kwa madalali. Then nitaenda kwa madalali eza wa Mbezi Beach, wa Goba, Madale, maeneo ya karibu na hapo, nitashia nao hizo video na kuongea nao tu kati nzuri. Then nitaipromote zaidi kama a long term rental, kwamba hii ni tayari iko furnished vizuri kama unavyoona, lakini ni kwa ajili ya muda mrefu afunta chaji rate nzuri ambayo haifanani na mtu ambaye amechukua nyumba ya kawaida, kwa sababu furniture ameshaeka na pia inaonekana vizuri zaidi kuliko nyumba ya kawaida then hapo nitapata wateja wangu wa long term. Hata kama nikipata mtu atachukua miezi sita miezi au kwa mwaka, nikarudisha kwanza ile yangu na faida juu. Naweza nikaamua baada ya hapo either nikachukua nyumba nikachana nayo kwamba baada mwaka mmoja nikachana nayo nikachukua zile ambazo nimepata kama faida nikapeleka kwenye nyumba nyingine kwenye location nataka au ya nafanya kazi, yeah. Kwa hiyo huo ndio ushauri ambao tungempa mtu kama huyo ambaye ana nyumba ameshazingua kwenye location na hapati wateja, okay. Kuliko nipoteze hela anatafuta kama hekima au anatafuta mpenyo. Nadhani mpenyo unaweza kumsaidia sana okay, mmia yeah. Unless baba, kuna swali lingine hapo? Hiyo huko umejibu vizuri mm, sidhani kama na swali lingine mmia, yeah. Kwa hiyo pia ni kwa mtu ambaye sasa anataka labda hizo coaching, kwa sasa hivi coaching ita mfas coaching ambao tunatoa si ita itamfaa mtu zaidi mwenye a premium house au luxury house na mid luxury nyumba ambazo tunasema ni saizi ya juu au tunasema hizi za mtafutani, wa Kiswahili hapo, lakini luxury apartment na luxury ya saizi ya kati. Kwa mtu ambaye unakutana na deal na budget friendly. Budget friendly kumaanisha kwamba low budget, sort of budget friendly, low budget houses. Mtu ambaye anatafuta nyumba labda shilingi 50,000, 80,000, tunaweza tukawa to say the best person kwa ajili yao kwa sababu ya nature, ya biashara si ambayo tumejiengage nayo zaidi kwa mtu ambaye yeah, anataka coaching in those lines za premium mid luxury. We, we, we are the best and we can, we can help that person, na tuweza tukawa thamani kwake. Hilo tu, santeni matajiri.